Dar es Salaam nami ni Pascal Kabombe, karibu sana, tuende tukazianze dakika hizi 45 za kipindi cha kwanza, Simba wakicheza dhidi ya TMA. Shomari, cheza watu, anaingia ndani ya boxi, Shomari anababa tisa, mpira ule, bado bado tena, nakaa uzuri, bado budo, pamanapambana pale, mutale ameunawab kucheza namba 6 pia kwenye timu ya vijana ile under 23, Chasambi lada kijuma cha Chasambi ndani ya boxi Chasambi rejea uwanjani ile ka uzuri Sabil wanaondosha Nauma Kapiga shuti limekwenda nyavuni kinomanoma na kuanza kuwapa tabasa mashabiki wa Simba. Dakika kumi na saba zimetosha. Kipigwa fiki kile kimeenda moja kwa moja, angefanya nini goalkeeper? Ismail Saleh na kapi Simba kwenye nafasi ya kutengeneza lingine tena, naingizwa ndaniku nauma tena, naingiza ndani kwa kwawesu Kona. <coughs> <coughs> natumbukizwa ndani kule, wanajiweka wenyewe katika raka. 20. Sixto Sabilo katika harakati za kutaka kusaidia au kuokoa, anakuta yeye mwenye mwenyewe ndio anaozamisha kwenye nyavu. Angefanya nini goalkeeper? Direction aliupoteza ule. Sabilo anaopoteza tena. Chasami Mavambo, Fernandez, Mavambo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 alipita nao akaamua kukunjuka shuti ile la moja kwa moja yeye mwenyewe anairusha chini huku, Sabilo mwamuzi sema bado. Kapera anaiweka tena kwenye njia, nakutana na munda ile Sabilo akiweka tena nani huku kwai ile haraka, mutale anaondosha katika hatari ile. Naam, dakika 45 zimemalizika.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 iweka kubwa sana kule kwa Shomari Kapombe, ingiza ndani huku mtafuta Teba, lakini anakaa uzuri bado mezagazaga ile Mutale Chasambi mpira amejaribu, ile Chasambi kunyosha, lakini target yake haikuwa sawasawa. Tatu Malauga kitoa kadi ya njano kwa Siraji Juma kwa mchezo usiokuwa wa kiungwana. kwa akipata Simba Awesu tubukiandani kogakichwa kile mpira unakuenda nje, anakosa target kama leateba, aonekana kama timu wangeokoa hivi, lakini mpira ukafika kwenye kichwa Medatus masinde kule kwa Teba wanaokosa mpira ule, bado amewekwa kwenye njia huko kwa Omari Omari, Omari anaika kwenye njia na natumbukiza kubwa ndani kule, gonga Teba! Lionel Christian Ateba Mbida, dakika 75, akiwanyanyua tena wana no, wana Lunyas, wana Msimbazi. Alikosa mara ya kwanza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 nafasi ya Teba kufunga goli lake la pili leo hii na la nne kwa Simba na kuwakona. Goli ilikuwa wazi kwa swala la kusukumiza tukunyavu. Edwin Barua wabatizia mtu bado. Barua mikono nyuma wakati kwenda kukaba, ile pengine ndicho kilichomtetea kwa mwamuzi Pedastus Masinde.